Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba Rais William Ruto ameahidi kuendelea kuzindua miradi ya maendeleo kote nchini huku akihitimisha ziara yake ya siku tatu katika kaunti ya Migori. Ruto alikuwa akizungumza katika kaunti ndogo ya Ntimaru ambapo alizindua ujenzi wa nyumba za bei nafuu akisema kwamba ndiyo njia pekee ya kuhakikishia Wakenya wote wanapata makao bora. Viongozi wa eneo hilo akiwemo Gavana Ochillo Ayacko waliahidi kuendelea kushirikiana na serikali. a Nyamita mbunge hapa ha, tunawajengea manyumba ha, hapa tunajenga nyumba mia moja na themanini. Unanielewa, tumeweka hapa pesa ya serikali karibu milioni 500 ha, hapa tutajenga nyumba ya ghorofa 11. Uzalishaji wa chakula ni mzuri sana eneo hii, na sisi kama county government tunatambua hii eneo ni eneo ya kahawa, hii eneo ni eneo ya chai. Sasa tukipata viwanda au vijana wapate ajira, sisi mnahitaji ajira yeah, mnahitaji ajira yeah. Na sasa ile swali ya mwisho nataka kuuliza, si mnaona rais ni mtu wa bidii? 2027 ikifika itakuwaje? yeah.